Habari ya saizi, mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya afya class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii, ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia mada ambayo inahusu maumivu wakati wa kukojoa kwa mwanamke na mwanaume. Hali hii inasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Maumivu wakati wa kukojoa ni hali ya kuhisi kuungua, kuchoma au maumivu wakati wa kutoa mkojo. Hali hii inaweza kumpata mwanamke au mwanaume, na chanzo chake kinaweza kutegemea au kutofautiana kutegemea na jinsia na hali ya kiafya ya muhusika. Kwa kuliona hilo, nimetaja sababu mbalimbali mbali kwa kuzigawanya kulingana na jinsia husika. Tunaanza na sababu za maumivu wakati wa kukojoa kwa mwanamke. Sababu ya kwanza, Maambukizi kwenye njia ya mkojo au urinary tract infections. Hii ndiyo sababu kubwa ya maumivu wakati wa kukojoa kwa wanawake. Bakteria huingia kwenye urethra na kusababisha maambukizi. Baada ya hapo, dalili mbali mbalimbali huanza kujitokeza, ikiwemo kupata maumivu wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, harufu mbaya wakati wa kukojoa, mkojo kuwa na rangi isiyo kawaida, kupata maumivu ya viungo, homa na kadhalika. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo huweza kujitokeza wakati au baada ya kupata maambukizi haya. Yapo maambukizi mengine ya ukeni ambayo yanasababishwa na vimelea mbalimbali vya magonjwa kama vile fungus, hasa fungus jamii ya Candida albicans, maambukizi ya bakteria, maambukizi kama trichomoniasis na kadhalika. Hali hizi zinaweza kuathiri uke na kusababisha maumivu wakati wa kukojoa au hata wakati wa tendo la ndoa. Yapo maambukizi ya zinaa au magonjwa mbalimbali mbali ya zinaa, sexual transmitted diseases. Hapa ninazungumzia magonjwa kama vile chlamydia, ugonjwa wa kisonono, herpes, trichomoniasis na kadhalika. Maambukizi haya huweza kuambatana na dalili kama vile uchafu ukeni, kupata maumivu chini ya tumbo, maumivu wakati wa kukojoa, kuwashwa sana sehemu za siri na kadhalika. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo huweza kuambatana na maambukizi haya. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha maumivu wakati wa kukojoa kwa mwanamke ni matumizi ya baadhi ya sabuni au vitu vyenye kemikali kali ukeni. Baadhi ya sabuni za kuosha uke, poda au dawa za kupunguza harufu za ukeni zinaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya hali asilia ya ukeni, kutokana na kemikali hizi kali au viambato fulani ambavyo viko ndani yake, hali ambayo huweza kupelekea hatari kabisa ya mashambulizi zaidi ya fungus au bakteria na kuleta dalili kama vile kuwasha na kupata maumivu wakati wa kukojoa au wakati wa tendo la ndoa lakini sababu nyingine ni matatizo ambayo yanahusu kibofu cha mkojo. Hali kama kuvimba au kuambukizwa kwenye kibofu cha mkojo huweza kusababisha maumivu wakati wa kukojoa. Sasa tuangalie sababu mbalimbali mbali ambazo pia zinaweza zikasababisha maumivu wakati wa kukojoa kwa mwanaume. Sababu ya kwanza ni kama kule kwa mwanamke, maambukizi kwenye njia ya mkojo au UTI au urinary tract infection, sababu hii inaingia kote hali hii pia huweza kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa sana za maumivu wakati wa kukojoa na kuhisi hali ya kuungua au kuwaka moto wakati wa kukojoa kwa mwanaume. Sababu nyingine ni maambukizi au magonjwa ya zinaa, sexual transmitted diseases. Yapo magonjwa ya zinaa kama vile chlamydia, ugonjwa wa kisonono, herpes. Hizi ni sababu kubwa za maumivu kwa mwanaume. Pia dalili hizi huweza kujumuisha maumivu wakati wa kukojoa, hali ya kutokwa na usaha kwenye uume, kuwasha na kadhalika. Lakini kwa upande wa mwanaume, kuna tatizo au ugonjwa wa tezi dume au kuvimba kwa tezi dume, tezi ambayo julikana kama prostate. Hali hii huweza kuathiri wanaume hasa wenye umri wa kati au wazee. Dalili ambazo huweza kuambatana na tatizo hili ni maumivu wakati wa kukojoa, maumivu ya nyonga, sehemu ya chini ya tumbo au kujisikia hali ya kubanwa na mkojo mara kwa mara hizi ni baadhi ya dalili ambazo huweza kuambatana na tatizo hili lakini sababu nyingine ni kuvimba kwa korodani ingawa maumivu kwenye korodani yanaweza kusambaa hadi kwenye urethra hali hii ya kusambaa kwenye maeneo mengine ndio inaweza kuleta maumivu wakati wa kukojoa lakini pia sababu nyingine ni kuwepo kwa mawe kwenye kibofu au figo. Mawe yanaweza kukwaruza njia ya mkojo na kusababisha maumivu makali wakati wa kukojoa. Kwa hizi ni baadhi ya sababu pia ambazo huweza kusababisha maumivu wakati wa kukojoa. Sababu zingine za jumla kwa wote, hapa nazungumzia kwa mwanaume na kwa mwanamke, ni pamoja na hizi: kutokunywa maji ya kutosha. Hakikisha unakunywa maji mengi kila siku. Hii hupunguza hatari zaidi ya kupata maambukizi au infection kama hizi za UTI. Sababu nyingine ambazo huweza kuchangia hali hii ni kuwa na vidonda ndani ya urethra au kibofu cha mkojo, lakini pia wako baadhi ambao hukutana na tatizo la saratani ya kibofu au urethra, ingawa hali hizi ni nadra sana. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Usisite Tuwasiliane hapa hapa ndani ya Afya Klass kwa ushauri zaidi, elimu au tiba. Tunaweza kuwasiliana ndani ya Afya Klass kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.